na mtazamaji, chama cha bodaboda kaunti -boda, ya Trans Nzoia kimeandaa uchaguzi wa viongozi wapya katika juhudi za kurejesha nidhamu na uwajibikaji katika sekta ya bodaboda -boda. Wakizungumza baada ya uchaguzi huo, baadhi ya wanabodaboda walisema kwamba kwa muda mrefu wahuni wamekuwa wakitumia vibaya sekta hiyo, jambo liloathiri taswira yao mbele ya umma. Walisema kwamba uchaguzi huo utasaidia pakubwa kudhibiti uhalifu, wahalifu na kuimarisha usalama katika shughuli zao. tunaomba wasifate wanasiasa kabla chairman wa kaunti hajawaelekeza, maana wakati wanaanza kufata wanasiasa kidogo kidogo, ndio wanaleta vitina, wanapanda vitina kwa wanasiasa, ndio unapata security yetu inakuwa mbaya. alafu hapa hata unapata watu wengine hawaelewani kwa stage kwa sababu ya wanasiasa. ninge tukuwe waangalifu sana, tunapendesha pikipiki zetu, tunawahitaji new year, tuendelee na kazi. Ujue wewe ukitoka baba mama rafiki zako anakutegemea, tafadhali kuwa makini barabarani. Jambo lingine tana sisi, tumesha kuja, tumewafanyia uchaguzi, tunawapatia kiongozi ambaye nyinyi wenyewe kutoka kwa roho zenyu mtakuwa mmemchagua. Imekuwa very free and fair, hata majensi wenyu wameona na kila mtu ameconfirm na wakulima wa kambusu katika kaunti ndogo ya Matungu.